Mwanaharakati Maria Sarungi amewatupia lawama timu kubwa mbili za ama klabu mbili kubwa za mpira Tanzania, naizungumzia Yanga Sports Club pamoja na uh, Simba Sports Club, kusema kwamba wanatumika na serikali ili kuweza kuzima vuguvugu la mabadiliko na harakati za kudai haki kutoka kwa Watanzania. Sasa alikuwa ameweka barua hii hapa ambayo anataka uh, niisome na pia pamoja na caption ambayo alikuwa ameiweka pale chini kuhusiana na hiki ambacho alikuwa anakisema kuhusiana na kusiana, hizi timu mbili kubwa. Nasema kwamba taarifa kwa vyombo vya habari, onyo kwa Simba na Yanga. Na ni barua ambayo ilitolewa tarehe 21 Disemba mwaka 2025, bana kule Arusha, akawa anasema kwamba, moja kumekuwa na mwendelezo wa baadhi ya makundi ya kijamii kudharau msiba na maombolezo ya kitaifa ya mauaji ya raia zaidi ya 1000 iliyofanywa na Samia Suluhu Hassan na chama chake cha kigaidi CCM chama cha Mapinduzi. Namba mbili, kwa muda mrefu timu ya Simba na Yanga zimetumika na chama cha kigaidi CCM kusambaza, kupombaza raia kuzima vuguvugu la mabadiliko na harakati za kudai haki za Watanganyika. Tatu, ikumbuke kwamba klabu ya Yanga ilichangia CCM milioni 100 kununua silaha na kulipa vikosi vya mamluki kuua watanganyika zaidi ya elfu kumi wakati wa harambee iliyofanyika Agosti 12 mwaka 2025 katika kumbi za Mlimani City Dar es Salaam. Nne ni kwamba tunatoa onyo kwa klabu za Simba na Yanga kujiepusha kutumika na kushirikiana na dola ki, eh, katili kuzima maombolezo na mijadala ya madai ya haki. Tano ni wakati sasa wa watanganyika kususia bidhaa na shughuli zote za Simba na Yanga mahali popote na wakati

Anasema kwamba tunaelekeza mashujaa mashu, na wapambanaji wetu wa mstari wa mbele Gen Z kuhakikisha wanatumia kila njia kupambana na hila za klabu za Simba na Yanga za kuzima maandamano yasio na kikomo. Anasema kwamba taarifa muhimu nyingine ambayo alisema kwamba tunaendelea tulipoishia kwa maandamano yasio na kikomo mahali na muda wote. Jumatano, Jumatano 24 Desemba ni mkesha wa kuwakumbuka mashujaa wetu Disemba mwaka 2025, hadi tutakapouona mwaka mpya 2026 tumeazimia na kuweka hashtag D25, hashtag J1, yani, juma, yani Januari moja na kusema kwamba Samia must go karibu The Hague na ICC uko Urojo Sasa nasema mm -hmm, kwamba hii imetolewa na wananchi wa Zalendo nadai haki, uhuru, usawa, wajibikaji, ukweli, ukopatikana kwa katiba mpya inayotambuliwa inayotambua Uhuru ya Tanganyika na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Pana mzisema kwamba sababu tunayo na tunayo uwezo na tunao pia nia lakini pia akawa amesindikiza na caption pale chini, baada ya kuweka barua hii hapa, ambayo nimetoka kuisoma, nasema kwamba onye kwa Simba na Yanga: kwa muda mrefu timu ya Simba na Yanga zimetumika na chama cha kigaidi kupambaza raia, raia kuzima vuguvugu la mabadiliko na harakati za kudai haki za Watanganyika. Ikumbuke kwamba klabu ya Yanga ilichangia CCM milioni 100 kwa ajili ya kununua silaha za kulipa vikosi vya mamluki kuu wa Tanzania zaidi ya elfu moja wakati wa harambe. Sasa ni wakati uh, wa, wa, ni wakati sasa Watanganyika kususia bidhaa na shughuli zote za Simba na Yanga kila mahali popote na wakati wowote wa wote. Hapa anasema kwamba eh, watu hususan wa Tanzania wasusie shughuli zote ambazo zinahusisha timu hizi mbili, iwe ni timu ya Simba ama timu ya Yanga. Anasema kwamba hizi ndio timu kubwa sana ambazo zinaongoza kuwa na mashabiki wengi sana Tanzania. Sasa huwa ndio zinatumika kwa ajili ya kuweza kuwapumbaza wa Tanzania, yani kwa ku divert attention, waweza kuwatoa akili zao kwenye kuwaza kuleta mabadiliko, kuwaza swala so zima la maandamano na vitu kama hivyo hapo eh ili aweze kuweka attention yao kwenye mpira ili serikali nayo ipate fursa kuendeleza harakati na kufanya mambo yao bila kupata usumbufu wote. Maria Sarungi anasema kwamba ni muda wa kususia shughuli zote ambazo zinahusiana na, na mpira um, wa Simba na Yanga na bidhaa zao zote, yaani mpaka pale ambapo wataacha kujihusisha na masuala ya siasa. Kama ni michezo, wabaki kwenye michezo, masuala ya kutumika na serikali ya Samia Suluhu Hassan ili kuwapumbaza wa Tanzania huweza kufika kikomo. Na pia kasisitizia kuhusiana na maandamano ambayo yanapangwa kufanyika tarehe 25 Disemba, ambayo imepewa jina la D25, lakini sema kwamba na maandamano ambayo hayatakuwa na kikomo, yaani watafunga nayo mwaka 2025 na na tano, lakini pia watafungwa nayo mwaka 2026. Na nipe maoni yako pale chini.